Bwana oh, mbea zama siku mana, ni kitambo kidogo. Nzuri tu, kuna kitu nataka nikwambie, wenimbie na kusikiliza. Tangu nimeondoka kwenye maisha yako, na kukumbuka sana, na nimegundua upendo wangu kwako walikuwa kwa, kwa kweli. Skia, mimi ni maskini yuleyule, sina kitu onayo kwa sasa inanitosha. Sori, niko tayari kwa chochote kwa ajili yako, kama uko tayari kwa chochote kwa ajili yangu. Numba niache na amani, nikipambania maisha yangu. Najua nilikuumiza sana, numba unisamehe, kwani mwanzo sikujua kwamba pesa zitaleta upofu kwenye penzi letu. Mm -hmm. Ulisaumane kama ngoya, siwezi kukuamini tena. Nomba nisamehe, ni tamaa tu ziliniponza. Hey, nomba uniache. Mbona mimi bado ni yule yule ulioniacha? Unataka nini tena kwangu? na kuahidi, sitakuumiza tena pia. Nimejifunza, nomba nipe nafasi nyingine. Mm, mm. Maneno haya si mageni jijini, labda kwa mgeni jijini. Ushaniambia sana hayo maneno, lakini bado ukanie